Kina miji hii hapa, kila mtu anakwao na kila mmoja anaujua mji wake na anajua ubora wa mji wake. Sasa kwa nini mpaka tuje tuanze kutafuta fadhila za mji wa Maka au Madina? Ni kwa sababu swala la mji wa Maka na Madina linaambatana na imani zetu, ni jambo la kiimani. Kuna wenzetu nao wana miji yao ambao wanaitangaza na wanaitangaza ubora wake. Sasa kila mmoja anazungumza kwa mujibu wa imani yake. Sisi Waislamu tunaamini kwamba, kwa mujibu wa mafundisho, kwamba mji wa makka Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza na hilo ni kabla hata ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hata kabla ya mji wenyewe haujapatikana. Ukisoma katika Qur'ani, ukisoma katika surat Ibrahim kuna aya ya 37, ukiipitia vizuri Nabii Ibrahim, hapa kuna nabii Ibrahim alipata mitihani mingi lakini kuna mitihani miwili mikubwa sana ambayo nabii Ibrahim alikutana nayo. Mtihani wa kwanza ndio huu unaozungumzwa katika surat Ibrahim aya 37. Mtihani wenyewe ni ule mtihani wa nabii Ibrahim kupewa amri na Allah kuwapeleka baadhi ya familia yake katika jangwa hili la Maka. Wakati huo hakuna mji kabisa. Wanasema huu ni mtihani mkubwa sana uliompata Ibrahim, kabla ya mtihani wa kumchinja mwanawe, alianza na mtihani huu. Tunafahamu nabii Nabiyullahi Ibrahim alikaa muda mrefu sana, umri ukaenda sana bila kupata mtoto katika maombi yake mbalimbali mpaka Allah subhanahu wa taala anakuja kumruzuku mtoto katika kipindi cha utu uzima sana. Mtoto huyo akiwa bado mdogo, anaambiwa na Allah amtoe nyumbani kwake ampeleke kwenye jangwa ambalo halina maisha, hakuna watu, hakuna sababu zozote zile za, za kuendesha maisha lakini kwa sababu ilikuwa ni amri Nabi Ullahi Ibrahim hakuwa na la kufanya zaidi ya kumchukua mkewe Bihajar na mwanawe Ismail na kuwapeleka katika jangwa hili la Maka. Alipofika Nabi Ullahi Ibrahim aliwaacha watoto wake na akaondoka hapo kwa mazingira jinsi yalivyo na hali jinsi ilivyo, Nabii Allah Ibrahimu alishindwa kusema lolote kwa sababu anaiweka sehemu ya familia yake sehemu ambayo anauhakika, sehemu hii haina maisha, hii ni watu. Maana yake hawa wamewaleta hapa waje wafe. Kwa hiyo kibinadamu alishindwa kusema chochote kwa ile hali aliyokuwa nayo, lakini alikuwa na imani tu kwamba kwa sababu ni amri ya Allah, Allah yeye mwenyewe ndo atajua nini atawafanyia hawa watoto, mtoto na mke wake. Kama atawaua haya, mwenye mipango yake. Kama atawaweka hai, basi yeye anazo sababu za kuwaweka hai. Nabiiullah Ibrahim wakati anaondoka, bihajari mwenyewe alishangaa. Mbona unatuacha hapa? Unatuachia nani hapa? Mke anamuuliza mumewe. Nabii Allah Ibrahim alikosa la kujibu, alimgeukia tu, akamwangalia, akageuka, akaendelea na safari, hana cha kujibu. Bihajar akapata ilhamu ya kumuuliza Nabii Allah Ibrahim swali zuri lilompa faraja Nabii Allah Ibrahim. Hajar akamuuliza Nabii Ibrahim, ni mola wako ndiye aliyekuamrisha kutuweka hapa? Nabii Ibrahim, hili swali lilimpa nguvu ya kujibu, akamgeukia akamwambia, ndio, Allah ameniamrisha. Akamwambia, basi wewe nenda kama Allah amekuamrisha, hawezi kutuwacha. Huu msimamo ulimpa nguvu sana Nabiullahi Ibrahim. Na hii misimamo ndio natakiwa mama zetu wawe nayo katika majumba. Linapokuwa linapokuja jambo zito ndani ya familia, mama lazima aonyeshe msimamo madhubuti ili kumpa nguvu baba. Mama akikosa msimamo, na baba naye anachanganyikiwa kabisa. Hii ndio kawaida. Yani we fikiria, umekwenda, umeangaika, umetafuta cha kutafuta, umekosa Unarudi nyumbani, unamwambia mkeo nimekosa. Mke anapiga makelele na kulaumu na kuchika mashati kwamba sasa watoto itakuwaje, watalalaje, wewe utaku, utakuwa katika hali gani? Lakini mke akikwambia akikuambia usiwe na wasiwasi wangu hiyo ni mipango ya Allah, tulale, insha Allah kesho tutapata, yani utalala kwa. Wanaume hawawezi kuwa strong bila kuwa na wanawake strong. Nabiullahi Ibrahim alipata nguvu baada ya swali hili na majibu ya, ya, ya Bihajar alipomwambia kama Allah ndiye amekuamrisha, Allah hawezi kutuacha. Nabi Ibrahimu akaondoka akiwa na raha sana. Alichokifanya, dua zikaanza sasa. Nabi Ibrahim akamwomba Mola wake, ndio hiyo aya ya thalathini na saba Nabi Ibrahim katika Surati Ibrahim Nabii Ibrahim anamwambia Mwenyezi Mungu rabbana inni askantu min dhuriyati biwadin ghairili zariin inda baitika lmuharam, amwambia: Ee mola wetu, hakika mimi nimeiacha sehemu ya familia yangu katika jangwa lisilokuwa na mmea mbele ya nyumba yako tukufu. Hapa Nabii ibrahimu hajajenga alkaaba lakini tayari kama wanavyosema wanaoshuoni misingi ya Alkaaba ilikuwepo tayari. Hata nabii Ibrahimu alipokuja kujenga alikuja kujenga juu ya ile misingi, kwa hiyo tayari Lkaba ilikuwepo, ilikuwa tu haijajengwa likawa jengo ambalo linaonekana, lakini lilikuwepo na sehemu inajulikana. Ndio maana Ibrahim akamwambia Mwenyezi Mungu, inda baitika lmuharam, nimewaacha kwenye nyumba yako tukufu. Angalia hiyo dua kwanza, kipengele cha kwanza, Nabii Allah Ibrahim yeye ndiye kaagizwa na mola wake awalete mtoto wake na mke wake sehemu hii, na hii sehemu Allah anaijua na anaijua tabia yake ilivyo, lakini katika dua Nabii Ibrahim hakutosheka kwamba Allah anajua, alisema, alitaja kila kitu. Na hivi ndivyo mwislamu anavyotakiwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, taja kila kitu unachokihitaji kwa Allah. Usiseme Allah unajua ninachokitaka, hapana. Allah ndiyo anajua, lakini wewe taja, Allah akusikie kwamba unataka nini. <clears throat> Ibrahim anamwambia Mwenyezi Mungu, nimeiacha sehemu ya familia yangu kwenye jangwa lisilokuwa na mmea. Allah anajua kwamba Maka ni jangwa lisilokuwa na mmea, lakini Ibrahim anamwonyesha Allah ana utangulizi wa dua yake kwamba, mi familia yangu inahitaji msaada kwa sababu ya tabia ya sehemu nilipoacha. Anasema Ibrahim, anaendelea anasema: Rabbana liyuqimu lsalaa Ee Mola wetu, ili familia yangu iweze kupata uwezo wa kusimamisha swala. Fajal afidata min annasi tahwi ilayhim, basi zijalie nyoyo za wanadamu zinaelekea kwao, kwa maana wapende kwenda katika lile eneo angalau maisha pale yaanze ili wapate kampani ya jamii pale, waweze kusimamisha swala. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sehemu, kwa sababu hapa Maka kutongana na tabia ilivyo, hapakuwa na amani. Maanake pale wangeweza kutokewa na kitu chochote, wako peke yao, hawana mtu yote wa kuwasaidia. Sehemu isiyokuwa na amani, hapawezi kusimamishika swala. Sehemu isiyokuwa na chakula hapawezi kusimamishika swala. Sehemu isiyokuwa na watu, sehemu isiyokuwa na jamii hapasimamishiki swala. Kwa hiyo Ibrahimu anamuomba Allah awafanye watu waipende lile eneo, walipende, waje ili jamii pale iweze kujengeka na familia yake iweze kusimamisha swala, kwa sababu patakuwa na chakula Patakuwa na amani, kutakuwa na jamii inayozunguka. Kwa hiyo wataweza, watapata nafasi ya kuweza kusimamisha swala, kwa kujua kwamba sehemu ile haina chakula. Akasema, warzukuhum min thamarati laallahum yashkurun. Lakini hawa watu pamoja na familia yangu, hawa watu watakaokuja pamoja na familia yangu, Allah nakuomba uwape riziki ya matunda mbalimbali mbali, ili waweze kukushukuru Kisa hiki kinaendelea maeneo mengine, namna hali ilivyokuja ikatokea mpaka pakawa na watu, ni pale nabii nani, mama yetu Hajar alipo alipomwona sasa mtoto wake anahitaji maji, sehemu haina maji, ameachwa jangwani, lakini mzazi kama mama hawezi kukubali kukaa ametulia, wakati mtoto wake anahangaika na kiu. Mama akaanza kuhangaika, kuhangaika kutafuta maji, wakati anajua ni jangwani. Ndiyo ikatokea ile baina Safa wal Marwa, Bihajar akisimama Safa, akiangalia kule upande wa Marwa kwa sababu ya jua linalowaka. Sio sasa hivi pale uko ndani ya msikiti ukiangalia unaona mataa tu, hapo ni jangwani. Huku kuna kilima, huku kuna kilima. Bi Hajar akisimama hapa akiangalia kule anaona kama maji yale, waswahili wanaita mangate anaona jua lile likipiga ardhini hivi kunakuwa kitu kama mawimbi mawimbi, akahisi kuna maji. Anatoka hapa anakwenda kule, akifika kule maji hamna. Akiangalia huku Swafa anaona tena kama maji. Mama yule akaangaika, akazunguka hiyo mara saba, katoka huku kwenda huku, kaja huku mpaka mwisho mama kachoka. Wakati amechoka maji amekosa, anaamua kurudi kwa mtoto wake mtoto huku, kwa sababu ya kiu, akawa sasa ameendelea kulia mpaka anapiga piga miguu yake chini pale. Chini alipopiga Ismaili miguu yake, pakatokea chemchemu ya maji jangwani, enzi hizo za nabii Ibrahim, mpaka leo maji yapo. Ndo jana tuliposema kwamba mtume anazungumzia maji ya Zamzam, tusifanye mchezo. Yale maji ya muujiza kweli, jangwa kama lile, chemchemu iliyotokea wakati huo mpaka leo ipo, wanakunywa maji yale ulimwengu mzima hayaishi. We fikiria tu, umma ngapi zimepita tokea kwa Ibrahimu mpaka leo, maji bado yapo. Maji yametoka, mama anapata maji ya kumpa mwanawe, angalau matumaini ya maisha yakaanza, sababu maji yakitokea basi matumaini ya uhai yanapatikana. Wanasema kuna watu ambao walikuwa wakipita tu pale katika safari zao, wanapita kuelekea miji mingine ambako kuna miji. Wanasema kabila la Jurhum, inasemekana ni watu wa Yemen. Wakati wanapita, wakaona sehemu kwa juu, wakaona ndege wengi wanarukaruka Wakasema hii ni ishara ya maji, lakini jangwa hili sisi tunalijua halina maji. Kumetokea nini? Dua Ibrahimu hapo inaanza kujibu. Hebu <laughs> twendeni, tukaone wale ndege wana, wana kitu gani kweli. Watu wanafika wanakuta maji, wanamkuta mama na mtoto wake Fajal afidatan minan nas tahwi ilaihim, zifanye nyoyo za watu zinaelekea kwa kwao, hawa hii familia yangu. Watu wale waka wakaona hapa panafaa kuishi watu wakaanza kuanza kuweka maisha, watu wakaja kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka ukapatikana mji wa Maka. Hivyo ndivyo mji wa Maka ulivyopatikana na Ibrahimu ameomba zaidi ya mara moja kwamba mji huu Allah aupe riziki ya matunda mbalimbali mbali. Na Allah akamwaahidi Ibrahimu kwamba maka hapa pataletwa matunda na vyakula kutoka kila kipembe cha dunia, na leo hii maka unaweza kwenda ukakutana na matunda ambayo Tanzania huyaoni huya, na wala hawana chakulima jangwa. <coughs>